Na nchi lakini akuumba mbingu kwanza akasubiri alisubiri, ndio maana kuna siku ya kwanza, ya ya kwanza pili mpaka na saba saba, akusubiri alisubiri siku saba zote, pap. E, lakini, nini, zote, siku. Ngoja, ngoja. Siku zote zote lakini kwa nini asingeziumba moja? Ngoja ngoja. Hivi nyinyi mnazungumzia za kibinadamu siku k

sasa ile ilikuwa ni kuhusu kwa nini, kwa nini nini Yesu alizaliwa nini kwa kiume e, kwa nini mwanaume? Mimi jibu langu hapo hivi ni kwamba kwa kipindi kile e, mwanaume alikuwa regarded kama ni mtu mwenye nguvu, mwenye sauti, mwenye ushawishi, yani mwenye kuweza kufanya karibia kila kitu koo. Ingesema ingesemekana aje kwa jinsia ya kike mm, ingekuwa kidogo ni ngumu tofauti kwa kwa kwa, asema Mungu mweza wa yote Yesu alivyokuja aliweza kuponya watu. Si ndo maana alikuja kwa <coughs> Jamani, unajua, mnaongea hapa, lakini mnasahau Mungu ni Mungu. Mungu sio binadamu, Mungu sio binadamu, Mungu ni Mungu. <coughs> Uh, hapo mnaposema kwamba kwa nini Mungu akuja mwanamke? Kwa nini Mungu alikuja mwanaume au huyu Yesu alikuja mwanaume? Ujio wa Yesu ile ni maana ya halisi ya ulimwengu, kwa sababu a, wanasema hapo mwanzo alikuwepo Adamu. Adamu alikuwa kwenye bustani ya Eden na alikuwa na mahusiano mazuri sana na Mungu kwenye historia mwanaume. ya huyu mwanaume ya Adamu e, lakini baadaye, alikuwa ngoja Adamu alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Aye, alikuwa na mahusiano mazuri. Mungu ni roho. Mungu ehe ambaye lakini ni roho. Adamu alikuwa alikuwa na, ni alikuwa ni mwanadamu ambaye ni Adamu huyo. Lakini yo? Mungu ni Mungu o. ni roho. Lakini bado alikuwa na mahusiano naye? Eh, alikuwa na mahusiano nawe mazuri o, sana eh. Mwisho wa siku Mungu katika uumbaji wake wote ulikuwa sawa. Lakini baadaye akaona Adamu yuko mpweke kwenye bustani ya Eden. Mungu akaona kwamba si vyema abaki peke yake. Labda amfanyie msaidizi, na katika ule usaidizi ndipo alipotokea mwanamke, kwamba hawe msaidizi wa Adamu. Mm. Katika ule usaidizi wake ndipo mwanadamu ahuyu Eva akafanya makosa ya kumshawishi Adamu wakala lile tunda. Mwisho wa siku wakajiona kwamba, ehe, nguvu ya mwanamke, e, nguvu ya mwanamke hapo ikatumika <laughs> nguvu <laughs> ya mwanamke ikatumika, Adamu akafanya makosa. Kwa hiyo pale dhambi ndipo ilipoanza kutendeka, ndipo Mungu akaona kwamba sasa ni mtume nani iji kuj... ili kuja kuirekebisha ile dhambi sasa. Kwa nini asimtume yule mwanamke? Aliharibu, si yule ndo kaharibu? Tunarudi pale pale a, ilibidi ya mtume mwanaume. Kwa nini? Kwa sababu a, mwanaume ndio alikuwa mwanadamu wa kwanza kwenye hii dunia. Kwa hiyo nafikiri Mungu hawezi kufanya kitu kwa sababu alishafanya hivi nyuma, lazima endelee na mfumo huo. Hapana, anaweza kufanya vingine vingi. Mwanamke hapana, ilikuwa ina ulazimu lazima aje mwanaume kwa maana kwane ya halisi, ulazima gani, ulazima gani. Eh, kulikuwa nah, kuna ulazima gani, <laughs> <laughs> eh, kuna ulazima gani. <laughs> kwa sababu mwanaume ndo alikuwa wa kwanza kuletwa hapa duniani kwa hiyo ilibidi aje mwanaume ndio maana hata kwenye vitu vya kawaida kuna maongezi mengine ni wanaume kwa wanaume lazima waongee, ndio kila kitu kiwe sawa. Au binadamu, eh, ni binadamu lakini ni mfano wa? Mm. Eh, lakini hata eh, nisi ni mfano wa Mungu. Sisi ni mfano wa Mungu lakini sisi ni msaidizi wa mwanaume. Kwa hiyo nyinyi mnafikiri nyinyi sio binadamu? Sisi ni binadamu lakini lakini ni msaidizi wa mwanaume. Ni dogo kubwa au ni sawa? Tuna thamani kubwa zaidi. Sasa kwa nini hakuja kama mwanamke? <laughs> Ile kuja kuja kuja, kuja kwake yeye kama mwanaume ile ilikuwa ni mfano halisi wa maisha ya ya, ya wanadamu. Kwamba mwanaume ndiyo. Kwa hiyo kwa kifupi, jamani, jibu eh, hatuna. Ah, jibu ndio hilo. Hatuna. Kwa nini Yesu akuja kama mwanamke mwanamkeani <gibu> eh, hatuna jibu la msingi, kwa sababu Mungu hana jinsia mm -hmm. Katumba wote sawa, tena mwanamke alisema ndo akamkamilishe nani Adamu, si ndio? Mi naomba ni kujibu kwa nini Adamu alivyoumbwa akaumbwa mwanamke, kwa sababu eh? Yaani, baada ya Adam kuumbwa, Mungu akamuamua kumuumba mwanamke, kwa sababu mpaka sasa hivi mwanamke asingeumbwa dunia tusingekuwepo, kwa sababu mwanaume hawezi kuproduce nini, uzao mwingine. Ndio maana Mungu akaona ni bora amuumbe Eva, ili mradi watu wazaliane, kwa sababu mwanaume aweza akazaa? Ndio. Katika viumbe walivyoumbwagobs kaumba wanyama wawili wawili, eh. akamwambia wataje majina eh. ndio eh. alafu huyo aliyomuumba asimamia akamuumba mmoja, kwa sababu Listen, so. yeah, kwa sababu katika viumbe wote walioumbwa mwenye amepewa utashi na akili zaidi mm. ni binadamu mm -hmm. na Mungu naye ana na akili akamuumba huyu mmoja kwanza, nimwone huyu mmoja ataweza au atanichanganya? Alikuwa anafanya majaribio katika prosesi zake. Kwa hiyo alivyomuumba yule mmoja, akamwona yuko sawa na anafanya majukumu yake vizuri, lakini ana upungufu au hajakamilika kwamba yuko lonely, akamletea msaidizi. Haya jamani, mimi majibu hatujapata lakini I'm sure tumefika mahali. Kwa hiyo sasa hivi hivi sasa hivi, baada ya kuongea yote hayo, baada ya kuvuruga vyote hayo nataka mfikirie, mfikirie, Biblia imeandikwa na nani? imeandikwa wapi? Kwa nini wale watumishi wote wa Biblia si maprofeti, nani manabii, si ni wanaume? nini sio nini? wanawake wachungaji ni mnaenda kanisani mnatoa. Alafu Mungu wewe tena akaamua kuja mwanaume. Hii shida. Na mnaoteseka ni nyinyi wanawake. Sindio? Kwani katika jinsia inayoteseka duniani ya mwanaume mwanamke? Nani huyo? Eh? Jinsia inayoteseka duniani ipi? Kweli jamani, nyie wa Tanzania jamani, mbona hapo hamjibu? Jinsia inayoteseka duniani ya kike ya kiume? Hapana, nazungumzia asilimia ya jinsia ambayo inateseka duniani. Tumetoka kuongea na madam kasema hapa wanawake wameacha nyuma, sijui ni nini ee, ni mnageuka maneno wenu <gibu> wenyewe tena. Ngoja kwanza hebu nanimpe mike Delila. Wanawake waliojua nguvu yao vizuri ni hawa Delila na Esther. Kwa hiyo, kwa hiyo wanawake wanaoteseka duniani hawajateseka, wanawake wanafanya. Wameran dunia. Hawa wanaoteseka sasa hivi <laughs> hawajitambua nguvu yao, hawajui, okay. Kama Mungu ameweka yani, power aliyoiweka kwa mwanamke ni kubwa kuliko ya mwanaume, okay. Yo jamani, katika kuwavuruga kote sasa hivi, mimi nikiwauliza mwanamke ni nani, kwani mtashinda kunijibu eh? Kuzunguka kote kukaambia, mwanamke ni nani, bado mtashinda kunijibu. Mme wangu alikuwa anaishi Ulaya miaka mingi, sasa hivi yuko Tanzania. Nguvu ya mwanamke <laughs>

Ah, sasa ndo maana nauliza mwanamke ni nani? mm -hmm. Ah, tumezungumza vingi sasa hivi ndo mnipe jibu. Tumeongea karibia risali moja hapa, tunatafuta ukweli, tumegundua mwanamke ndo anateseka sana. Yes, akuja mwanamke sijui kwa nini, ah, sijui ana beef na wanawake I don't know. Um, lakini ninyi mnasema Delila na nani Esta na hawa walikuwa wanamke very powerful si ndio? Hey. Eh, lakini bado wanawake waliendelea kuteseka na wanateseka na, mpaka sasa hivi wanawake wanateseka. Kwa hivyo mwanamke ni nani? Mwanamke ni nani? Bado tunapata shida hapo, si ndio? Mwanamke ni nani nguvu ya dunia Hmm? Hey, mwanamke ana rani dunia hii. Hey, dunia mwanamke, yote ni mwanamke, ukimtoa mwanamke it's done. hakuna kitakachoendelea. Kwa hiyo mwanamke ni nani? Mwanamke ni nguvu ya dunia, nguvu ya dunia. Yet, katika sehemu zote za nguvu mwanamke hayupo, eh? Ndio maana sasa hivi tuna rais mwanamke tumeanza sasa kujua nguvu yetu ilipo. <laughs> Kwa hiyo mmeanza hey. Ila bado kwa hiyo mwanamke nguvu ya dunia, wengine mnasemaje? baada ya kuongea yote hayo, mnasemaje? mwanamke ni mwanamke ni nguvu ya wote, mnakubali? kwa hiyo wewe ni nguvu ya dunia kweli? yeah. mbona sasa wanyonge? bila mimi mambo hayaendi. mbona sasa wanyonge? kwa nini ni wanyonge wa kama nyinyi ni nguvu ya dunia, kwa nini ni wanyonge? <laughs> kwa nini ukubali kuonewa? <nii una laughs> <matonea>, <laughs> We, wewe ni nguvu ya dunia. Wewe tena neno zuri hili lili tulilonalo la nguzo ya familia kwamba sisi ni nguzo ya dunia au nguzo ya familia. Mwanamke pale unapokuwa wewe ni nguzo, uwezi kukubali kuonewa ukijua wewe ni nguzo. Ukasimama kwenye nafasi yako huonewi. Kwa hiyo kama unahisi unaonewa bado kuna shida mahali, ujajua nguvu yako na uwezo wako. Uh, kwa hiyo jamani, nauliza tena mwanamke ni nani? Nguvu, nguvu, nguzo. Labda nimuulize kwa kipekee Tuna... Mheshimiwa hapa Mwishimiu. kutoka wizarani Mwishimu. katika sehemu zako zote zozunguka kwenye kesi kudili na wanawake jamii huko wizara hebu hebu jifikiria kidogo nje kidogo ya kibinadamu fikiria kwa mfano katika prosecution zako zote ulizopitia angekuwa mwanamke hayupo ingekuwaje hapa katika familia mambo mambo Habari za wiki ya mwezi wa wanawake nzuri sana. <laughs> nilikuwa nasikiza sana kwa makini nikawa najaribu ku read na, na, na, na, na, na, yani wakati mnazungumza mimi niko nasoma hapa kichwani n yani, niko nasoma hiyo context, hicho kitu hicho. Kwa hiyo nitasema mambo mawili tu, na hamkuwa nje ya muktadha, wanasema mko ndani tu si ndio? kuna jinsi na jinsia. Kwa hiyo nitasema tu kwa kuangalia jinsi na jinsia inafiki ta conclude hizi discussions zetu. Mimi sitaenda kwenye mambo ya kwa nini Mungu ha, huko huko, sitaenda huko. Sio muumini sana wayo maeneo, sikakosea bule. Matayo alisema hivi, kumbe niliruka. Unaona eh? Kumbe ni nani sijui Bartolomeo si nani. Kwa hiyo naomba nisiende huko. Mimi nitasema kwenye jinsi na jinsia. No, kwenye jinsi tunampata mwanamke tunampata mwanaume. Mwanaume, kuna jinsi ya kike na kuna jinsi ya, ya kiume, kiume. Najua watu tunachanganya jinsia na jinsi. Sawa, tuna jinsi ya kiume na jinsi ya, ya kike. Hiyo, hayo, hizo jinsi hizo haziwezi kubadilika, sawa. Na kwenye jinsi kuna majukumu yanaitwa ya kibayolojia. Ndio haya kubeba mimba, ndo haya kuzaa, ndo haya kuweka mbegu, au sio, ili mimba ipatikane. Kwa hiyo mwanaume hawezi kubeba mimba, mwanamke. Huwa tuna lugha ya mjini tunasema hana kibakio kibakio, hana kibakio hata <laughs> ingekuwaje?